Ambapo wakala wa vipimo nchini wamewataka wauzaji wa mitungi ya gesi kuhakikisha wanapima bidhaa hiyo kabla ya kuiuza kwa wateja wao, wakikumbusha kuwa ni hitaji la kisheria na kwamba watakaokiuka watachukuliwa hatua ikiwemo kutozwa faini au kifungo taarifa zaidi na Mgongo Kaitira. Wakati Tanzania ikiendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ikiwemo matumizi ya mitungi ya gesi ili kupunguza uchafuzi wa mazingira, TBC imezungumza na wakala wa gesi wa jijini Dodoma kufahamu, je, wanauelewa gani juu ya kupima ujazo wa mitungi ya gesi kabla hawajawauzia wateja wao? Binafsi mimi nilikuwa, nilikuwa ni ni kama nasikia sikia, ni kama nilikuwa nasikia sikia, lakini kwa kweli nilikuwa sina nani hiyo yaani, uzoefu huo wa kwamba labda gesi inatakiwa ijae, hivi iwe hivi, kwa kweli hiyo nilikuwa sina. Pale nilipopewa uwakala, kwamba unatakiwa uwe na mizani, unatakiwa unapopokea hii bidhaa uipime kabla ya kuipokea, ndio we umepokea, na wewe mlaji atakapokuja lazima umpimie kiwango kinachotakiwa. Wakala wa vipimo mkoani Dodoma wanatoa rai kwa mawakala na wafanyabiashara kuhusiana na mitungi hiyo. Ni muhimu kuhakikisha kwamba gesi ambazo wana wanauza na ambazo wananunua au wananunua kwa ajili ya kuuza, kuhakikisha kwamba ziko sahihi, na ili waweze kufanya hivyo ni lazima wawe na mizani. Sio tu kuwa na mizani, bali mizani ambayo imehakikiwa na wakala wa vipimo. Akaeleza hatua za kisheria zitakazochukuliwa kwa watakaokiuka. Ni lazima ukiwa na, na unauza gesi lazima uwe na mzani. Kwa hiyo tunachukua hatua kwa wale ambao hawana hiyo mizani, ikiwa ni pamoja na kuwatoza faini a, ambayo e, niko kiwango chake kuanzia laki moja kati ya laki moja mpaka milioni ishirini. Serikali imelenga kuhakikisha kuwa asilimia themanini ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na nne.